Nayo asilimia thelathini na nane ya Wakenya wana imani ijapo wamegawanyika kuhusiana na uwezo wa upinzani wa kuungana na kumuunga mkono mgombea mmoja wa rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kulingana na kura ya maoni iliyotekelezwa hivi majuzi na kampuni ya utafiti ya Trends and Insights For Africa maarufu TIFA, baina ya tarehe 10 na 17 mwezi Novemba, Wakenya wengi waliibua wasiwasi kuhusiana na upinzani ulioungana kwa kutotangaza mgombea wanayempendelea kabla ya uchaguzi huo. Utafiti huo uliotekelezwa kwenye kaunti zote 47 ulibainisha kuwa chama cha ODM kinakabiliana na migawanyiko hasa baada ya kifo cha kinara wake kwa wa muda mrefu Raila Odinga. Mwanahabari wetu Abdi Aziz Hashim anatueleza zaidi. Kwenye utafiti huo uliotekelezwa baina ya tarehe 10 na 17 mwezi Novemba wa Kenya 253 katika kaunti zote 47 walihojiwa kwenye makazi yao kuhusiana na msimamo wa kisiasa wa nchi hii kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Utafiti huo unaleta taswira isiyoridhisha ya chama cha ODM kufuatia kifo cha kinara wa muda mrefu Raila Amolo Odinga. Matokeo yaliyotolewa na kampuni ya utafiti ya TIFA inaashiria kwamba uwiano wa chama hicho umedhohofika, yakibainisha sintofahamu baina ya viongozi na wafuasi wake wa mashinani kuhusiana na mwelekeo wa chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kulingana na utafiti huo, umaarufu wa kitaifa wa chama cha ODM umeongezeka hadi asilimia 20 na kupita chama cha UDA ambao ni asilimia 16. Hata hivyo, kuungana kwa viongozi wa ODM na utawala wa Kenya Kwanza hakuja kubalika kikamilifu, huku nusu ya wale waliohojiwa wakitarajia chama cha ODM kurejea kwenye upinzani kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027, huku asilimia 30 wanaamini kuwa kitasalia sehemu ya serikali jumuishi, lakini asilimia 20 hawana uhakika. Saa hii kama wanataka kura chetu cha ODM ya 2027 lazima uweke vite kwa meza.

Haya yanajiri huku asilimia 38 ya Wakenya wakiwa na imani ila wamegawika kuhusiana na uwezo wa upinzani kuungana na kumuunga mkono mgombea mmoja wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kulingana na ripoti hiyo yenye kurasa 46, wapiga kura wameibua wasiwasi kuhusiana na kucheleweshwa kutangazwa kwa mgombea mmoja anayependelewa na upinzani pamoja na mikakati yao kuhusiana na uchaguzi huo hata hivyo umaarufu wa serikali jumuishi umeongezeka hata kabla ya ufanisi wa vyama vyake tanzu kwenye chaguzi ndogo tarehe 27 mwezi novemba abdi aziz ashem darubini